E, tumepewa jumla ya majiko elfu tatu mia moja ishirini na sita. Majiko haya yatasambazwa katika halmashauri za Nsimbo, lakini kule Mlele, Mpimbwe pamoja na Tanganyika. Utekelezaji wa mradi huu ni juhudi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba nalinda afya za wananchi, lakini pia tunahifadhi mazingira kwa kupunguza uharibifu E, wa mazingira kutokana na matumizi ya nishati isiyo salama na majiko haya kupitia mradi huu yatauzwa shilingi 7500 tu na yana ruzuku ya serikali asilimia 85. Bei ya selikari, ya halisi, ya majiko haya ilipaswa kuwa shilingi 59,000 kwa kila jiko. Wakala wa nishati vijijini unalo jukumu kubwa sana ambayo imepewa na serikali katika kuweza kuhamasisha na kuwezesha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 Yeah, pia yanachangia hewa kidogo sana inayotoka katika kuweza kuleta athari katika mazingira yetu. E, kwenye kandarasi yetu e, tumepewa mwongozo na Wakala wa Nishati Vijijini. Ya kwanza tutauza majiko haya kwa watu ambao wana vitambulisho vya taifa peke yake. Kwa hiyo ni vizuri wananchi wakafahamu kwamba kitu cha kwanza tutakachokiangalia ni vitambulisho vya taifa. La pili tutakachokiangalia ni hiyo gharama ya elfu saba mia tano lakini vilevile vile majiko yetu yanakuja na udhamini warranty ya mwaka mmoja. Kwa hiyo watumiaji, watu watakuwa hawana mashaka ndani ya mwaka mmoja. Chochote kitakachotokea, sisi tutakuwa na watu wetu ambao watakuwa tayari ku, kuangalia kwa majiko haya yanabaki yakitumika na yanawasaidia kweli wananchi.